Pole sana, pole <Boli> sana, na vita kubwa sana una vita kubwa sana. Mama mkwe wako ni mchawi. Ni mchawi mkubwa sana. O antao anataka huyo mtoto aowaka. Chawi ni mtu mbaya sana. Chawi ni mtu mtu asopenda maendeleo, lengo lao andakofanya sherehe kubwa sana ya kichawi wanataka kufanya sherehe kubwa sana ya kichawi, wanataka kumkabidhi yule mtoto kuwa ni chifu wa wachawi wote. Hapo ndipo hmm. eh? anachokitaka kwangu ni kitu gani eh? kwani mikosa langu nini? na mwanangu kawakosea nini, mpaka wanifanyie yote? Lakini jamani, wanafanya makusudi na yote inatakiwapo, yule binti apate damu iliyo kiumbe, na wanatakiwa kuitoa hiyo mimba kabla kuzaliwa, na lazima apate damu inashaviana nayo damu ambayo iko kwenye mkoo nao. Hakuna damu nyingine yoyote zaidi ya damu ya mtoto wako. Wa, wataitoa hiyo mimba kabla wakati wake wa kuzaliwa. Bado tena wataitoa hiyo mimba kipindi inapofika miezi nane, wakati mzazi mwanadamu yoyote hawezi kujifungua kwa wakati huo. Hakuna mimba inayotoka kwa wakati wa miezi nane, miezi saba na miezi tisa, lakini wao wenyewe wanaiweza kuitoa hiyo mimba kwa miezi nane kwa kutumia uchawi wao. <coughs> <coughs> tata amebeba mimba tata mimba ambayo wewe unaitaka, wachawi wanaitaka asiba kupambana na wachawi hao, mimba yako itakuwa ngumu sana, unaweza ukamkosa mtoto wako au mwenyewe kupotea kabisa. Vita dhidi ya wachawi ni ngumu, ni ngumu sana, aa ujinini uko nyumbani nikaswali, waaanamda <tiple> wangu wote naojisikia mimi ninaweza kumfata, kwa sababu we ni mtoto mdogo sana kwangu. Sasa basi, fata kile alichokuambia mganga

Na unacho kupa kitu gani? Wewe wasikata kujua sisi ni nani sasa? Umeshajua na hili, umetangaza vita kijiji kizima, umetangaza vita na wachawi. Leo au kesho, roho yako tunao mkononi, muda wowote. Na sasa tunahitaji sisi maisha yako unao sisi. Sasa basi, kazi zetu zote na mshamisha zote tunazofanya sisi utazifanya wewe, na hili si ombi, ni lazima. Susuna, unanijua wewe mimi? Susuna, simjui. Sikiliza nikuambie, mume wangu, maradhi ninao ni mimi kwa nini unashindwa kuelewa? Ila matatizo yangu mimi unashindwa <tod> kuelewa, si eti kweli unashindwa kujua maumivu ninayopitia mimi, si ndio maana yake? Ishi hapo hapo, familia yangu mimi. Usizungumzie familia yangu mimi, sio ya kichawi, tunaelewana? umeshindwa kunivumilia, ukamwona Susuna kwamba kwako ni wa maana, ukashindwa kunishirikisha mambo yako. Naomba usiniingilie katika mambo yangu, usinivuruge kichwa. Au kwa sababu ni mama yako na dada yako ndo anafanya hivi? Sawa, mbele ya familia yako, Susuna kaingilia kwa sababu unajua ubaya anaofanya mama yako, anaofanya dada yako, na ndio maana unasubuti kumuingiza Susuna. Laiti alikuwa ni watu wengine ndio wanafanya mambo, mume wangu, ili suala ungekuwa umelivalia njuga, lakini kwa sababu unajua ni Naungira, na mama yako na dada yako, ndio maana umeshindwa, na ndio maana ukaniambia subiri, ufikirie kwanza. Kitu gani ninaongea na ninauhakika mchawi ni mama yako na Niambie, kuna nini? Kitu gani, Susuna?